Vodacom kazi ni kwako kwako. Nzima cheza pasi moja nzuri kwa Oscar Joshua, piga mpira mrefu mbutwitte kwenda kule. Juma Abdul Nyamani anapiga mpira, kunakwenda sasa Simon Msuva. Na ukamata pale mlinda lango yule wa timu hii ya GD Sagrada Esperanca <tis> ana anakwenda pale anautoa e, e, mpira nje na kuna mchezaji wa Yanga naye yuko chini pale. Kuna mchezaji wa Yanga naye yuko chini ule, Malimi Busungu, waliruka juu na mlinda mlango Yuri Jose Daves wakagongana pale wakaumia. Haya ni matangazo. Uwanja wa Taifa Dar es Salaam, mchezo wa kombe la shirikisho, Dar es Salaam, Yanga Africans dhidi ya GD Sagrada Esperanca, bado mabao ni bila kwa bila. Kipindi hiki ni cha pili, dakika ambazo zimekwisha ondoka sasa ni tano, weka na zile 45 za mwanzo, dakika 50 za mchezo huu wa leo, kati ya GD Sagrada Esperanca ya Angola Yanga kufikia hatua hii. Haya, Malimi Busungu anasema hatoweza kuendelea na mchezo. Wachezaji wale wengine naona wanaonyesha ile fanyeni mab, eh, mab, mabadiliko. Sasa sijui nani ataingia kwa upande wa timu ya Yanga. Naona Malimi Busungu hatoweza kuendelea. Mabadiliko anakwenda kufanyika baada ya kugongana, ameumia. Haya, anakwenda Joffrey Mwashiuya ndo wanakwenda kuchukua nafasi ya Malimi Busungu. Watu wa huduma ya kwanza, gari ile sio kwa na mataili kwa maana ya machela ile ama stretcha, ndo inakwenda pale kumtoa ule mchezaji Malimi Busungu. Haya, Malimi Busungu ndo wanakwenda uh, kutolewa nje ya uwanja. Aya, wale wa Angola wamemaliza kumtibia mlinda mlango, wakaona Malimi Busungu bado yuko chini pale, wakafikiri labda kuna tatizo, akaenda kutoa msaada kwa daktari wa Yanga e, Haya ni matukio ya kiungwana katika michezo na FIFA pia inasisitiza kuwemo fair play katika <coughs> mchezo wa soka. Mchezo wa soka sio ugomvi, na mchezo huu hauhitaji hasira. Haya mpira wanakwenda kurushwa, kuelekezwa kwenye lango la timu ya ya GD Sagrada Esperanca. Yanga African ya Tanzania ya, Yanga anatoka Malimi Busungu jezi nambari 16 na, na anaingia Joffrey Mwashiwa jezi nambari 29. Mpira amesha rusha kule Simon Msuva. Msuva anakwenda na mpira sasa anacheza kwa Mbuyu Twite. Twite anapiga pasi ya kutambaliza Haruna Niyonzima. Niyonzima gonga mpira huko kwa Oscar Fanuel Joshua. Joshua anakwenda Joshua. Joshua anapiga shuti na Ronaldo mtu ile. Refa sasa, refa sasa, twende. Ah, pia kwa gonga kule mbele anakwenda kule anakwenda kule na ni kona ile. Mpira anakwenda